Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu tumefika hapa wangu wa asubuhi salama e, bila malizo yote njiani na nimekuja na wachezaji wa kutosha, kikosi changu kwa kamili. Tumekuja na wachezaji ishirini na viongozi saba. Kwa hivyo naamini tutafanya mazoezi jioni leo kwenye uwanja ambao tutacheza mechi kesho, tutamaliza session yetu ya mwisho kuona kama tutapata matokeo kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu Namungo timu nzuri, ina walimu wazuri, naamini kabisa kesho mechi itakuwa ngumu, lakini malengo yangu ni kupata alama tatu ili tuweze kumaliza salama kwenye ligi. Ah, kawaida kawaida, kwa sababu sio peke yetu, kila timu inasafiri kutoka hapa kwenda kule, wachezaji wetu wote wako salama amikastawahaji kwa salama. Kwa hiyo tunaamini, lengo letu kumaliza vizuri kwa heshima. Kwa hiyo tegemee mchezo utakuwa mzuri. Uh, kwa upande wa wachezaji tumejiandaa vizuri na tupo vizuri tupo fiti kwa ajili ya mchezo wa kesho. Huu mchezo una umuhimu mkubwa sana kwa sababu tunahitaji matokeo kwenye mchezo wa kesho tumalize vizuri. Kama wachezaji tuna mipango mikubwa sana. Tunahitaji ushindi kwa sababu ni mechi kubwa. Namungo ni timu nzuri tunaiheshimu. Ila sisi tumejipanga vizuri. Kwa uh, game ya nyuma ishapita. Saa hizi tumejipanga na mbinu mpya. Mechi itakuwa nzuri. Hey, awali ya yote kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa, tuku, kwa kutupa afya njema, lakini yote kwa yote kubwa kwanza tuwakaribishe wageni wetu Ken Gold, karibu sana Ruangwa. Lakini tukirudi katika maandalizi yetu, tumefanya maandalizi vizuri kwa sababu tumecheza mchezo wetu na Kagera, tuliona mapungufu na tumerudi katika kiwanja cha mazoezi tumerekebisha mapungufu yote na vijana wako tayari kwa ajili ya mchezo, lakini kubwa, mchezo wetu huu ni mchezo ambao una umuhimu mkubwa, tunahitaji kupata alama tatu, tunatakiwa tusipoteze kabisa mchezo huu. Lakini yote kwa yote, tumewaandaa vizuri vijana, mi naamini vijana watapambana kesho ili kupata alama tatu. Hali ya kikosi, tutawakosa wachezaji wawili, moja Hashim Manyanya, ambao watatumikia adhabu, lakini Jacobo, Raymond Masawe ambao wamepata majeruhi katika mchezo uliopita, lakini wachezaji wote wako katika hali nzuri. Kubwa ni machaguo yetu benchi la ufundi, nani ataanza nani atasubiri. Lakini yote kwa yote, mimi nasema tumejiandaa vizuri. Mimi naamini timu ambayo imefanya maandalizi mazuri itapata alama tatu. Kubwa tunawaheshimu Ken Gold, tunasema kwamba mchezo wa mpira wa miguu lazima muheshimu mpinzani, kwa hiyo tunawaheshimu na tutapambana kwa kadri ya uwezo wetu ili kupata alama tatu kubwa si hiyo, pressure tumeiondoa kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao matokeo yake yanapatikana kiwanjani. Mimi naamini tumejiandaa vizuri tu, vijana wako katika hali nzuri, wanatambua umuhimu wa mechi ya leo na wanatambua timu iko katika mazingira gani, lakini kubwa mimi naamini kwamba tumejiandaa vizuri na tutapambana kadri ya uwezo wetu kesho kupata alama tatu. Kubwa tu ni kuwaomba wapenzi wa Namungo, washabiki, wanachama wote kwa karibu kwa sababu tunacheza mchezo wetu wa mwisho. Kwa hiyo waje watu support na nadhani itakuwa mechi yetu wa mwisho tuage kabisa. Kubwa ahadi ni kupata alama tatu. Mimi nadhani hamna ahadi yoyote ambayo tunaweza kuiweka zaidi ya kupata alama tatu. Kubwa tu waje kwa wingi watu support. Mimi naamini timu yao itabakia tuna tutaanza msimu mzuri katika msimu ujao. Uh, kuzungumzia kuhusu mchezo wa kesho ni mchezo muhimu sana kwetu kwa sababu ukitazama mchezo uliopita na Kagera Sugar hatukufanya vizuri sana kwa sababu tuko katika sehemu ambayo sio nzuri, sio salama sana. Yeah. Kwa hiyo mchezo wa kesho si, tunahitaji pointi yeah, tatu. Ni timu nzuri, hatuwezi kwamba ati timu ambayo imeshuka kwamba tuka, tukawa na uhakika sana hapana, ni timu nzuri kama Kagera walivyokuja zote ni timu nzuri, kwa chamu pointi tatu. Na kuhusu kujipanga, kwa sababu makocha washafanya mambo yao kutokana na mchezo uliokuwa umepita, kuna makosa alitokea, lakini tumerekebisha ko, naahidi tu mashabiki wapenzi wa Namungo kwamba tutawafanyia vitu vizuri, yeah. sababu makocha alitwambia kwamba ujue kucheza na mtu ambaye hana ana hofu, yani ashajua ye yu yuko sehemu gani, inakuwa ni ngumu sana kuliko sisi ambao tunataka tufanye kitu ambacho kitasaidia timu. Unaona, kwa ni mtu ambaye hana pressure kucheza ni ngumu, so ametupa tahadhari, makosa ambayo tulifanya tusiasirudie tena. E, kwa wametwambia tuangalie sehemu tuliopo, ile timu ya watu, unaona. E, kwa tufanye vizuri zaidi.